Tunahitaji sana elimu tunahitaji sana elimu, tushuke chini kabisa kuhakikisha watanzania kila mmoja anatambua jinsi gani ya kuweza kutunza mazingira. Ndio maana Mheshimiwa Rais kuona umuhimu wa mazingira, ndio maana ameongeza bajeti ya mazingira. Ninaomba sana Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa jitihada kubwa za wizara na taasisi zake tunajua kama kamati ya bunge nafanya kazi kubwa, tunaomba washuke chini kwenda kutoa elimu, ili kila mtanzania aweze kutambua na ajione ufahari kutunza mazingira. Yeye mtanzania akishaona ufahari wa kutunza mazingira na faida yake, nafikiri Tanzania yetu itang'ara na kuhakikisha yale maono ya Mheshimiwa Rais yanaweza kutimilika kwa urahisi na wepesi zaidi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninaomba nikushukuru sana kutualika sisi kamati. Siku muhimu sana leo mazingira duniani tumepokea kwa upendo mkubwa. Tunaomba tuwashukuru sana na tuipongeze wizara kwa kutualika siku ya leo. Mungu awabariki sana. Kwa niaba ya kamati ninasema asanteni sana. Mungu awabariki.